Ninakufundisha hivi kwa sababu un, nimeona na nimeshuhudia Wakristo wengi ambao wameokoka na wanaishi kanisani, hawapenyi kwenye milango kwenye mageti fulani, kwa sababu hawajaelewa namna gani ambavyo maisha wanatakiwa waishi kama watu waliookoka. Wanahisi kwamba kuokoka tu ndiko ambako kunamsaidia mtu kuweza kuvuka mageti ya mafanikio. Kuokoka ku, ndiko ambako kunampa nguvu ya kuweza kumiliki zile haki ambazo wanastahili waweze kuzipata. Sasa matokeo yao, wanajikuta mwaka unaisha na mwaka unakuja mwingine, unakuja na unaisha tena, mwingine unakuja na unaisha tena, wanaendelea kuwa washirika, wanaendelea kuabudu, wanaendelea kutoa, wanaendelea kuimba, wanaendelea kufanya huduma, lakini bado kuna mageti yameendelea kuwafunga mbele yao, wasiweze kuaccess au kupata zile haki zao kama watu waliokoka. Nataka uamini wa kinachokueleza Uulize moyo wako, kama umeokoka mwaka jana hadi hapa leo, kitu gani ambacho nakimiliki ambacho ni cha tofauti kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa, wa mwili? Fikiria kabla haujaokoka, kwenye afya ulikuwaje? Kwenye ndoa ulikuwaje? Kwenye uchumi ulikuwaje? Kwenye kizazi ulikuwaje? Kwenye miradi ulikuwaje? Je, kabla ya kuokoka ulitengeneza mradi ukafanikiwa, ulipookoka ule mradi ukafa au kabla haujaokoka ulikuwa hujaanzisha mradi, baada ya huja kuokoka ulianzisha mradi na ule mradi umefanikiwa au umekwama? Utajikuta waokole wengi wa Kristo wengi, kila wakati wanalia, kila muda analia, kila muda anaomboleza, kila muda anauliza ninawezaje kuvuka, ninawezaje kufanya hivi. Na kuna wengine kabla haujaokoka walikuwa hawangiwi, baada okoka ndo wamezidi, ya kuokoka ndo wamezidi kuangiwa, yaani ndo wachao, ndio vita imeongezeka kwa njia ya wachao Yaani, tofauti iliyoko pale ni kutokuelewa tu kwamba nilikuwa naishi, nilikuwa namilikiwa na, na ufalme wa giza ambao una principles zake, una kanuni zake. Nimeingia kwenye ufalme mwingine wa nuru ambao una kanuni zake, ili uweze kufanikiwa ili uweze kushinda. Sasa wengine wana pray kanuni za ufalme wa giza, wanataka waja wazitumie kufanikiwa kwenye, kwenye kwenye ufalme wa nuru wa Yesu Kristo, utofauti kabisa, hizo ambacho hakiwezekani kuna kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Najitahidi kuwarudishia kuwatengenezea kitu fulani kwenye ufahamu ili mnielewe ninaposema uhodari umetokana na nini kwenye ulimwengu wa roho. Neno la Mungu linavyosema, iweni hodari au zidisheni mzidi kuwa hodari ni tofauti na kusema ongezeni viwango vya kuhudhuria ibada zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, ni tofauti kwa sababu uhodari unakuwa created unatengenezwa na criteria za kiroho siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Uhodari katika ulimwengu wa roho unatengenezwa na vipengele muhimu vya kiroho ambavyo vitakutengenezea ndani ya moyo wako kitu kinaitwa uhodari. Lakini ninachokitaka ukielewe kwanza ni kuelewa kwamba wewe upo kwenye vita, upo kwenye mapambano. Wakati ambapo unakuja kuomba ili upokee afya ufalme wa giza nao unatengeneza vita ili usimiliki afya hiyo. Ndio concept ambayo nilikuwa naitengeneza pale awali, ndio tafsiri ambayo nilikuwa nahitaji niitengeneze pale awali. Wakati ambapo unasema nataka nimwone Bwana aniinue kwenye kuomba, kwenye ulimwengu wa roho kuna vikao vinafanyika usifanikiwe kuwa mwombaji kwenye huo mtaa. Wakati ambapo una struggle uanze kumtolea Mungu sadaka inayotengeneza vitu vikubwa ndivyo ambavyo kwenye ulimwengu wa roho ulikotoka ulikowahi kuishi wa giza nako wanakavikao kuhakikisha kwamba huyu mtu asitoe na akitoa atoe kikawaida, ili apate matokeo ambayo ni ya kawaida sana, asiumize vitu kwenye ulimwengu wa, wa giza. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe kanisa! Bwana asifiwe! Moja ya watu ambao kwenye ulimwengu huo wanatamani wakuone ukiwa wa kawaida ni ulimwengu raia walio katika ulimwengu lio ambao ulishawahi kuishi ulimwengu wa giza, wanatamani wakuona ukiwa kawaida, ili upate maisha ambayo ni ya kawaida, yaani uishi viwango ambavyo ni vya kawaida. Ulimwengu wa giza wenyewe huwa unafurahi kukuona ukiwa unaishi maisha ya kawaida. Hauombi, una nguvu za giza kuanzia Januari hadi Desemba na kao, na wanakaa vikao vikao na wanaongeza. Kumbuka, wakati we unalala kwenye ulimwengu wa giza hawala wanafanya vikao. kuna kuna kundi la, ma, la majini ya ngono, majini ya wizi, majini ya mauti, majini ya kini, ambayo kila siku yanaachiliwa kutoka kuzimu na wanakaa vikao kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaitwa mlokole anaweza kapenya kwenye geti liloko mbele yake geti la kufanikiwa kwenda ng'ambo ambayo italeta ushindi kwenye maisha yake. Sasa wakati mwingine Mungu huwa anatufunga tusione, kwa sababu ukiona sometimes uweze ukahimili Mungu akimwonyesha vikao vinavyofanyika kuzimu na ile nguvu na mamlaka walio nayo wale, wale wanaopanga vile vikao dhidi yake, anaweza kaogopa akasema pasiwezi. Lakini nataka nikufundishe ni hivi, hapo ulipo umezungukwa na wingu la malaika wanaopingana na hatima yako kwenye eneo lolote, that's why ukitaka waamini hiki wakati hivi ninavyofundisha, unapokea chemchemi ya mabadiliko, lakini ukitoka hapa, ukirudi nyumbani, unaona ile chemchemi inaanza kubadilishwa taratibu, ule mtazamo unaanza kubadilishwa taratibu, kwa sababu umezungukwa na watu ambao hawataki uweze kupenya. Sasa hiyo inaitwa ni vita, ni spiritual beto. Sasa kuna vita ambayo huwa tunaiona, kwa mfano unaona mtu anakupigia simu, anakwambia fulani, uweze kufanikiwa fulani fanya hivi tuende kwa mganga. Hiyo ni vita ambayo tunaiona. Asilimia sabini na nane ya vita ambayo unaipambana wewe, ambaye unafika kwenye madhabahu, ni vita ambayo hauioni. Kuna watu ambao wanafanya vikao, wengine ni ndugu wa karibu, wanapanga vikao na wanaenda kuzimu na wanashiki vile vikao vya kuzimu, ili usije ukafanikiwa hata siku moja kuona neema ya wokovu ikikuzunguka. Ndio maana ukimwona mtumishi wa Bwana ameanguka usio kavio kama alianguka siku hiyo ambayo ninyi mlisikia kwenye mitandao au mliambiwa. Maana yake kuna siku moja ambayo shetani aitimiza neema ya kumuondoa kabisa kwenye wingu ili ayapenyeze roho ya malipizi ya kuwa vyote vilivyomtangulia huko vyenye nguvu katika ulimwengu wa roho. Neno la Mungu linasema iweni hodari. Kuwa hodari maana yake ni kusimama kisawasawa kwenye vita ambayo unaishi wewe hapa ulipo. Kwa sababu automatically unatembea kwenye vita. Yeyote ambaye ameokoka yupo kwenye spiritual battle. Kama ndani yake hakuna vita kwenye nafsi yake, mwenza wake anamtengenezea vita, duka lake linamtengenezea vita, wazazi wake wanamtengenezea vita, watoto wake wanamtengenezea vita. Mnanielewa? Lakini kuna mwingine ambaye wala vita haitoki kwa mume wala kwa mke wala kwa watoto lakini ndani yake kuna spiritual battle, kwa sababu mwili uko una fight na roho, ili asiprospe, ili asifanikiwe, ili asivuke vile viwango alivyo navyo. Na moja ya eneo shetani na pambana, ambayo shetani huwa anapambana ni kumwona mwanadamu ambaye amepata neema ya wokovu hafanikiwi kuishi kwenye hiyo neema, na akipata neema ya uwepo wa Bwana kwenye maisha yake, yaani nguvu za kiroho, asifanikiwe kuziishi hizo nguvu kati ya watu kumi ambao wameokoka, sometimes huwa ni watu wawili au mtu mmoja ambaye ana succeed, ana succeed kuishi, sio ku, sio kuanza. Wengi wanaanza, hao kumi wote wanaanza, ni kati ya watu kumi ambao wanaweza waka maintain, ambao wanaweza wakahimili kutembea kwenye wingu lile lile kwenye uwepo ule, yani grafu inapanda, kati ya watu kumi ni moja au wawili. Mwambie Bwana, jioni ya leo ninatamani grafu yangu ya uhodari ipande, sio ishuke, sema amen. Mwambie Bwana, grafu yangu ya kutafuta uwepo wa Bwana inatakiwa ipande, sio ishuke au stak ipande, January to December, grafu ile ipande katika china la Yesu Kristo aliye hai.